Una miaka thelathini, miaka thelathini plus bado upo nyumbani, unasubiri ugali wa kengele eh? ugali wa kengele eh? Umezunguka zunguka huko, umepata mtoto, umemleta nyumbani. Wewe na mwanao, ambaye mjukuu wa baba yako na mama yako, wote mnakula kwa kengele eh? wazungu wanasema move out of comfort zone. Yale maisha yale, kula kwa kengele, umemtuma mtoto wako letee glasi, kanchukulie maji kwenye friji, lete rimoti. Yale maisha yale ndio yanayokufanya wewe ulemae. una ujuzi wa mechanics. Hujui hauna ujuzi, kajifunze. Una ujuzi wowote? Hauna, kajifunze. Watu wanachimba madini huko Shinyanga, wapya Arusha, nenda kachimba madini, kwa sababu wewe ni mwanaume kama wanaume waliokopo huko. Huwezi ukang'ang'ania uka, uka, uka tu kukaa nyumbani eh? Tafuta maisha Songa mbele, angalia, nenda Kenya, nenda wapi, Uganda, nenda South Africa, kaanze maisha mengine. Miaka thelathini umeishi thelathini plus empty, amna kitu, which means kwamba hapo sio sehemu yako. Hama, utoke hapo uende sehemu nyingine. Nilitoa ili somo, sometimes kwenye maisha lazima uhame. Hama hapo, ondoka Acha hama kwenye hiyo nyumba, hiyo nyumba sio yako, hiyo nyumba ni wazazi wako. Acha kugombania kodi kwamba oh, chumba cha kila jumanne na chumba cha cha, cha, cha, cha, cha alia nachukua kodi mimi, uchukue kodi we. Nyumba yako umejenga wewe wenyewe. Wapo walojenga, waache wale hela yao. Kama itafika nafasi ya wewe kula hiyo hela, utakula lakini kwa sasa hivi waache wale wao, ondoka kwenye hiyo nyumba, waache waishi na mali zao walizozitafuta, na wewe katafute za kwako. 30 plus miaka hiyo, ah, basi tena inabidi uondoke. Haiwezekani wewe na mjukuu wote mkaa wote, wewe na mwanao wote, watoto wa ndani ya nyumba, huoni aibu? Ivan the Don, I keep reminding you, na kukumbusha mambo muhimu sana sana sana sana sana ujifunze. Endelea kusubscribe kwenye chaneli zangu eh, YouTube, TikTok kote kote nilipo Instagram. Utajifunza mambo mengi sana, kuna video nyingi sana ambazo zitakufundisha mambo mengi ukikaa ukizisikiliza, na utajikuta umekuwa mtu mwingine kabisa. Ubarikiwe sana popote ulipo. Lakini nyumbani, kama upo nyumbani, ume lay back umekaa tu kama bosi, unasubiri ugali wa kengele, umefunikiwa ugali, umewekewa, ushaenda kuvuta mibangi yako huko. Ugali sio, so ugali uja utafuta wewe, unaenda kuuvutia bangi, utoke hapo. Sawa, mjomba, utoke uondoke.